Kwa okay, Kiswahili so ni watu kutekwa nyara kwa njia fulani ama nyingine, na najiuliza kweli sisi tuko huru eh? na ina, ina, naangazia kina nani hii utekaji nyara? Kwa hivyo hii utekaji nyara ilianza hapo kabla ya jenzi protesti jenzi, kwani niko na mfano ya watu wali wawili walitoweka hapo Marsabit wazee wawili wafanyi biashara na mpaka sasa hawakurudi na ikafuatiliwa na jenzi, na naona hii inabadilika tukiendelea mbele. E, hapo awali ninaona kama businessmen ndio wamekuwa targeted ya pili nimeona ni vijana ni baada ya jenzii demonstration na ya sasa naona ni wanasiasa. E, sisi wote nafikiri isipokuwa inabadili. Inabadili sura, kuna mabadiliko yanaendelea na inazidi kuongezeka na njia pia inazidi kujibadilisha na manifest tofauti, leo tofauti kesho na kweli hatufahamu kama human right defenders. Tunasema hiyo haitakikani, haikubaliki kwa sababu ni dhulma dhidi ya haki ya binadamu. Na sasa kama jana nimeona kuna kiongozi mmoja mwanasiasa amekuwa e, ametekewa nyara. Kwa hivyo naona kama hatuko uhuru bado, hatuko uhuru bado, ina independent Kenyan, e, today tulipata uhuru wetu 1963 lakini bado hauna hakuna uhuru ya kutosha, uhuru ya kupia, kutoa maoni, uhuru ya kuelekeza Wakenya kwa njia inayofaa. Kwa hivyo kwa kama mtu binafsi na mtetezi wa haki, naomba uhuru ifanyike, mambo yaweze kutatuliwa badala ya watu kutekwa nyara. Pengine mtu anaweza kuitwa kwa station fulani, apige ripoti, apeane habari inayotakikana lakini sio abduction kwa sababu imetutia uoga, imetutia tumbo joto kama wazazi, kama mke za eh, viongozi, mke wa viongozi, kama viongozi wenyewe, kama wanabiashara. Nafikiri tuko na uoga na haifai tuwe na uoga. Mambo yakitokea, lazima njia mbadala itafutwe ili watu waweze kututatua ile shida inatokezea. Kwa hivyo kwa e, raia ninawaambia wakuwe watulivu, lakini pia wakuwe waangalifu, wajue e, wako huru wakati gani na hawako huru wakati gani. Hiyo haimaanishi atu, hatufai kuongea juu ya mambo yanatutatiza. Tunaweza ongea, lakini wawe wanaongea pia kwa njia nzuri, kwa njia safi, ili e, watu wote waone Nashukuru social media kwa sababu imeokoa watu wengine wakati karibu watekwe nyara. Social media e, inakuwa very effective kama huyo e, mjamaa alipatikana kule Tanzania, ali anaitwa anaitwa nani, Boniface Mwangi pia. E, hiyo imetuonyesha ya kwamba social media pia inasaidia na inaweza kujulisha raia na the whole world kuwa mtu anachukuliwa. Na wengine wale wamepotea po mbeleni, hawakuwa wanajulikana wamechukuliwa kwa njia vipi na wamechukuliwa na nani. Lakini e, kama tuko e, digitally e, prepared na tuko digitally knowledgeable, e, watekanyara pia wanaweza kujulikana mara moja. Kuna wengine kama vijana wa Gen Z tumeona wanachukuliwa hapo tu kwa business centers wanachukuliwa nyumbani, wanachukuliwa wapi. Na hiyo social media imesaidia sana. Naomba social media pia iwe active, isaidie wale pia wako illiterate na watu wote, business people, human rights defenders kama sisi na wengine wengi, ili wa, waangazie Wakenya na the rest of the world ya kwamba hiyo shida imetokea. Saa hizo unaweza kujua ni nani amekuteka nyara, na pengine hata isipokuwa huwa wanapelekwa from one cell to another wanapelekwa transfer tofauti tofauti, at least tujulikane ni nani walioteka nyara. So sio njia nzuri sana, sipendelei vile watu wanatekiwa nyara. E, tungeangalia tu wan, njia tofauti ya kuhusisha wanasiasa e, wanabiashara, wanaharakati, kukaa pamoja na kusuluhisha shida iliyotokea na kukabiliana naye vilivyo. Labda wito kwa serikali, serikali inawaambia, kama ni wao ndio wanahusika, nafikiri hiyo sio njia nzuri. Abduction, ama kuteka watu nyara sio njia nzuri sana, na wanafaa kuangalia njia tofauti, ili serikali. Ni yetu sisi, ndio e, wana Kenya, na sisi ndio tunatawala, tunatawaliwa kwa sababu viongozi sisi ndio tunawachagua. Tunaomba serikali pia walegeze kamba na utafute njia nyingine ya kusuluhisha shida ikitokea.